ni sababu ya kuangamia kutosikiliza maelekezo ya mashaikh na maduati ambayo yana dalili za wazi za Qurani na Sunna. Ni sababu ya kukombwa na mawimbi, kudanganyika na mitandao na maneno ya watu yaliyopakwa rangi nzuri, lakini yenye sumu kali. Kuhadaika na maneno hayo na ukayafuata ni kujiangamiza. Kwa nini usitosheke na mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuelekeza? Tujue kuwa Allah amesema:

dini yangu maelekezo yangu utajo wangu sheria yangu, akafuata sheria zisizokuwa za watu wema, zisizokuwa za Allah subhanahu wa ta'ala, katika mwenendo wake, mtu huyu akawa ni tabi likuli naiqin ni mfuasi wa kila mwenye kupiga makelele. Tabtube sallallahu alayhi wasallam amekataza kuwa imma na imma. Ni mtu ni bendera, ni bendera fuata fwa upepo ni mtu ambaye hufuata mambo kibubusa. Mtu huyo anaacha mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala maelekezo ya wazi kabisa, anafuata maelekezo imma ya kufa manaswara, au mulhidun, watu wasiokuwa na dini, au fajara au fujjar, wakajinasibisha na dini, lakini ni fujjar, watu waovu, akaacha hadithi za wazi za mtume sallallahu alaihi wasallam, aya za wazi ambazo zinatajwa kwa kusudi

mtu huyo mwenye kupuuza mwenendo huo ana maisha yenye kumbana, maisha mabovu, maisha ya dhiki, atapatwa na kila aina ya dhiki. waldhanku min alma, almanaziri walamakin walmaaish. Kibano hicho kitapatikana katika majumba katika vyakula, katika maeneo mbalimbali, itapatikana dhank. Na hii dhank ni ya ujumla, ni ya watu wote, kwa sababu watu wanapofanya munkar halafu hawakatazani munkari huo huenea. Kwa sababu hiyo, ndio maana sisi Waislamu katika swala la amani, kwa sababu sisi ni wananchi pia wa nchi hii, ni sehemu ya nchi hii. Tunahitaji kuishi kwa amani, tufanye biashara zetu, watoto wetu wakue kama ambavyo sisi tulikuzwa na wazee wetu, tufanye ibada kisawa sawa. Allah akikadiria umri wetu umeisha, tukaridhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala tunafanya hivyo kwa sababu sisi ni sehemu ya nchi hii. Sasa anapotokea mtu akaharibu amani, usiseme kwa nini mashekhe wanazungumza. Ni kwa sababu sisi ni sehemu ya jamii hii, ni kwa sababu yakitokea kutokea, wote tunadhurika. Tulikosa kuswali swala ya Ijumaa hapa, moja katika Ijumaa katika mji huu, watu walikuwa ndani, wengine walilala na njaa siku mbili, siku tatu, kwa sababu ya kuzuia, sababu iliyotokea. Sababu ya hayo ni kwa sababu kulitokea shari, kulitokea fitna iliyochochewa na watu ya uvunjifu wa amani. Sasa watu hao wamekuja tena kwa mbinu ile ile. Kwamba wanataka wavunje amani kwa madai kuwa eti wanaandamana, maandamano ya silimia, maandamano ya amani, kana kwamba mwanzo hawakusema kuwa ni maandamano ya amani, kana kwamba. Ayuhal muslimuni, lazima tuwe wafuatiliaji wa mambo kwa ukaribu sana, ili tusidanganyike kiurahisi. Kwa nini baadhi ya mashekhe wameongea na matamko, japo wengine wamevuka mipaka kidogo, lakini kwa nini wameongea? Ni kwa sababu kwa wanaofuatilia na wanaojua, wanajua hayakuwa maandamano ya amani, na yalipangwa yasiwe ya amani kabla hata ya kutokea hayo maandamano, kwa sababu sisi ni watu ambao tuna akili timamu. lakini pia kilichotokea sote tunakiona, hakuna ambaye hajaona. Ayuha almuslimun, nataka nikusikilizishe maneno ya mtu mmoja ambaye ni padri au askofu anajiita wa kanisa moja linaitwa ABC. Wengi hamkumsikia huyu, na mimi nimepata hizi habari kwa askofu mwingine, kwa kufuatilia toba mitandaoni, kila kitu kiko wazi, sio kwamba labda kificho huko. Ukienda hata wewe unaona sasa hivi kwa askofu mwingine. Huyu askofu mwingine huyu ndiye alinifanya nifike kule kwa huyu na hapa, ujue kwa nini Waislamu wanalaumu kitu kinachoitwa tek ya Katoliki, kwa sababu askofu huyu anasema wao wamehusika asilimia tisini na ushahidi kauweka, na pia kwa sababu Waislamu asili kila wanapotaka haki yao, achilia mbali haki zingine. Wao Waislamu wanapodai haki yao, hawateki huisema serikali msiwape. Na hili limetokea kwenye mahakama ya kadhi mwaka elfu mbili kumi na tano, na wote mnajua waliandika waraka na madhehebu mengine yaliingia, lakini ushawishi mkubwa ni teki, wanaiamrisha serikali isikubali mahakama ya kadhi ambayo haiwahusu wao. Ndio maana waislamu wanaisema teki. Kwa hiyo, kwa sababu teki inakaa mbele yetu katika haki zetu, tunapodai sisi haki zetu, wao wanazizuia, halafu wao wanapodai mambo yao wako smart, wanaenda kwa, kwa gia ya wananchi wote, sio wao tunapotaka sisi wako wazi kabisa wanazuia. Narejea. Iko ukisachi hapo kwenye Google, tamko la hawa maaskofu 2015 liko wazi. Wanaiamrisha serikali, wanasema msipofanya hivyo hatutopiga kura ya, ya katiba mpya. Amri. Na kweli jambo likafa. Kwa hiyo wanazuia haki zetu kusudi ambazo haziwadhuru na nchi nyingi zina ukali na hauwadhuru na si za Kiislamu, kusudi wakazuia sasa. Unata, wewe unataka vipi sisi tuwazungumze vizuri watu kama hawa? Sasa sikiliza, kuna mtu mmoja huyu askofu aliyesema ambaye askofu Ikongo amemtaja mtu huyu na amemweka, anaitwa huyu mtu anaitwa askofu Kabigumila, anaitwa Askofu Kabigumila. Huyu mtu aliamrisha waandamanaji ambao wanasemekana wataandamana tarehe ishirini na tisa wachome vituo vya kupigia kura, nyumba za polisi, magari ya baadhi ya wafanyabiashara kwa sauti yake kwenye YouTube yake binafsi, mpaka sasa ipo. Yaani sio kwamba labda kitu cha kimepotea labda wanafanya kitu, ipo. Hata wewe ukiingia unaiona, na akasema atashangaa wakatoliki wakishiriki kupiga kura. Kwa nini hawataja Wakatoliki? Naomba tumsikilize sauti yake. Mimi nawekea sauti yake kwa sababu ipo inasisitiza wale mnaokaa karibu na vituo, na vituo na nyumba za polisi Oktoba ishirini na tisa, msiwe na haraka sana ya kutoka, tuwasubirie tu wale polisi, kama watatoka kwenda kwenye ayo marino kusumbua watu kule kwenye barabara kubwa wakienda dini na choma nyumba zao, maana watakuwa wamekosa adabu. Nchi tunawapigania wao ile na maisha mazuri, alafu wanakosa kuchoma nyumba zao vituo vya vya mafuta hivi vya Lake Oil, mali za GSM choma moto. GSM tulimwona, hatoa bilioni kumi peke yake pale kwenye, ili kumwezesha ufisadi wake. Amechukua bandari pale, bandari kavu pale Kurasini, anachukua chuo cha polisi pale Kurasini ili afanyie mambo yao fumbafu kwa kiwango cha juu mega. Choma mwendo kasi za mofati hizi za kijani choma zote, chomeni. Kwa nini? Kwa, kwa sababu sio zetu ni zawezi choma magari yote ya ya Rostam, ofisi za Rostam choma, chomeni. sonitutaka sasa, mara tutaka kuandamana kwa amani ya mtaki. Sasa washeni moto, kafuta mali zote za ajira, kiziga, magari yao, ofisi zao, nyumba zao, kila mahali moto, tuwatawanye sasa, ili wakosea kukamata na kuacha. This is the world, and we have to win in ili njia in Ii ni nchi yetu, sio nchi yao, we have to take this country back. Chukua wapige propaganda au mabinti huko ugahiya internet. Na kwa maneno haya mta kushanga mkatoliki, utakaye kwenda kupiga kura, unapiga kura, unaraagani. Askofu zako walijaribu kuokoa bandari isiuzwe wakapuuzwa. Maaskofu wako walijaribu kuokoa bandari wakapuuzwa. Huyu jamaa amezungumza haya maneno yakayarusha kwenye YouTube kwenye akaunti yake ambayo ina wafuasi zaidi ya elfu sabini na mbili na baada ya hapo, askofu Ikongo anasema huyu jamaa alitafutwa na polisi, halafu akatoroshwa na Wakatoliki akapelekwa kwenye kanisa la pale Kurasini, alafu baadaye akatoroshwa na Nairobi anazungumza askofu Kongo huyu, msikilize kidogo. Maandamano yalikuwa yanasimamiwa na mtu gani? Kuna maandamano ambayo hayana kiongozi, lakini je, yalifanyika hayo maandamano? Je, maaskofu wa Teki mnaotoa waraka wa kuonyesha kana kwamba mambo haya yameratibiwa na watu wengine, wakati nyinyi ndio mmearatibu? Sasa goja, ni tarehe ishirini na tisa Oktoba, kilichofanyika zile vurugu zote zilizofanyika kuchoma, yalikuwa ni maelekezo. Haikuwa ni maandamano, ilikuwa ni maelekezo, yalikuwa ni maelekezo. Maelekezo yametoka tarehe 25, kiongozi wa dini ametoa maelekezo tarehe 25, tarehe 29 Oktoba hiyo nani? vurugu zikafanyika na maelekezo yote aliyoyasema ya tarehe 25, yaliyofanyika tarehe 29. Na huyu ni kiongozi wa dini ambaye baada ya kufanya tukio hili, baada ya kutoa maelekezo hayo tarehe 25, alipokuwa anatafutwa na jeshi la polisi mlimficha, na sasa mmemwondoa, amekimbilia Nairobi, yuko hapo Nairobi sasa. Sasa angalia maelekezo aliyoyatoa na jinsi mlivyomwelekeza, nenda kaseme hivi, kaseme hivi. Angalia, nataka uangalie hii klip, uangalie uone haya anayoyasema huyu, kama sio maelekezo. Maana ameyasema tarehe 25 na utekelezaji tarehe 29 Oktoba. Yaani, ndani ya siku ngapi? Siku tatu tu vijana wakatekeleza. kwa nini? kwa sababu tayari kulikuwa na vijana wamejificha wa nje ya nchi na wa ndani ya nchi ambao wamekaa ndani ya makathedro yenu Wakatoliki, mmemweka mkamchukua mchungaji ambaye mmemuhonga hela na, katoe maelekezo, katoe na ni kiongozi wa dini mwenzenu mkawaambia eni, katoe mambo haya, na akaenda akatoa maelekezo na yakatekelezwa. Sasa leo mnayabatiza jina kwamba ni maandamano wakati ni maelekezo. Hebu msikilize vizuri. Sikilize kabisa kwa umakini, alafu mniambie wale mnaokaa karibu na vituo na, na, na nyumba za polisi, choma nyumba zao, vituo vya mafuta hivi vya lake oil, choma moto, choma mwendokasi hizi za mofati hizi za kijani, choma zote, chomeni na chomeni vituo vya kupiga kura, choma vituo vya kupiga kura, choma kura. This is the. Baada ya kumsikiliza ndugu Waislamu, Jambo liko wazi, jambo liko wazi. Tarehe 25 yalitolewa maelekezo ya kwamba wanaodaiwa wanaandamana wakachome moto. Kwa aslan, sisi tunachosema tunaposema maandamano hayafai kwa sababu ndani yake yanabeba nia mbaya unaweza ukasema ni ya amani, lakini kuna watu wamepanga mambo yao. Wewe unaenda kwa nia ya amani, wenzako wanakuja kwa nia nyingine, kama ambavyo huyu anaitwa askofu Kagumila something jina kama hili amezungumza. Sasa unataka nini zaidi ya hapo? Kwa nini hamtaki kusikiliza maelekezo ya mashaikh? Kwa nini mnataka kusikiliza tu wana harakati wana harakati wa mtandaoni? Mashaikh wanazungumza kutokana na ilmu kutokana na dalili ya Qur'ani na Sunna. Mnatishiwa siu PhD sasa. Kama PhD mfano kafanya PhD ya ngoma, sasa itamsaidia nini? Yani kama kaandika sasa, PhD hd ni kuandika, unaandika sasa, unaandika kuhusu ngoma, jinsi ya kupiga ngoma vizuri, vinanda vizuri kanisani, hiyo PhD wewe inakupa elimu gani? ina nasalullah salama wala afia

vile wanavyotamani, ndio inahesabika kwamba ni haki. la fasadati ssamawati walardhi, mbingu na ardhi zingefisidika, waman fihinna, na vilivyomo. Kwa hiyo haki sio kufuata matamanio ya fulani yuko Marekani, yuko wapi? Hiyo siyo haki. Haki ni kufuata maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, anayewajua waja wake kwamba zikija fitani jiepusheni, jiepusheni na kufanya khuruj, kutoka katika toa ya mtawala

ni wale ambao wanawapendezeshea wengine kutoka kufanya maandamano kuasi, lakini wao hawatoki. Hao ndio qaada, washazungumzwa tangu zamani Alimamu Bni Hajar, qaada hum ladhina yuhassinuna lighairihim lkhuruj ala lmuslimin wala yubashiruna lqital. Ni wale ambao wanalingania, tokeni mitandaoni, tokeni andamaneni, alafu wao kimya na watoto wao bali wao huko huko Ulaya wanapoandamana wanajifunga nyuso wasionekane. Sisi unaogopa nini wakati huko Tanzania vipi? Kijana mdogo wa miaka 16, 18 huko Tanzania wanataka andamane wakati wewe huko Ulaya na unaogopa. Haya maajabu makubwa kabisa. Ayuha lmuslimun, Alimamu Ibnu Ltaimiyata rahimahu Llah amesema katika Minhaji Sunna, waqalla man kharaja ala imamin

Shari ni kubwa kuliko kheri inayopatikana, kwa maana ni mara chache sana kupatikana kheri katika uasi. Na kilichofanyika ni uasi, na wala sio maandamano. Hayo yanaitwa maandamano ya amani, ni uasi. Sasa akili kwetu na kwa vijana wetu lazima tukatazane haya mambo, kila mmoja amwambie mwenzake, comment mtandaoni, nenda kazungumze, usiwe na aibu, zungumza Anta muslim ni mis mis mwislam, na we ndio mwenye haki, usiogope. Ukatishiwa si mtu ana magumo makubwa, si ukaambiwa na ma ma mavyeti makubwa, usiogope hilo. Kwani Isa alayhi salam, wanaomwita Yesu, alikuwa na mavyeti? Alikuwa na mavyeti? Alikuwa na madigri? Kwani maulama wetu sisi hawana mavyeti na madigri? Maulama, ma alimamu, Rabi' bin Hadi ni profesa, Ashekh Sudais ni profesa maulamaa ni maprofesa. Kwani wewe unadhani hakuna maprofesa? Mashekhe siyo maprofesa? Unatutisha na vidigrii digrii? Kwa hiyo, ndugu zangu Waislamu, sisi tunafanya rududi kwa yeyote awe Muislamu. Tumefanya raddi kwa makhawariji hapo na kuwataja majina kina robo na wengineo. Itakuja kuwa kwa mtu ambaye ni kafiri ambaye anatumia damu zetu damu za vijana wetu kwa ajili ya kujinufaisha yeye mwenyewe binafsi, hilo hatuwezi kulikubali, na jambo hilo, tunaiomba serikali isimame kidete na tunaiombea kwa Allah subhanahu wa taala waweze kudhibiti amani na usalama. Hatuungi mkono watu kujichukulia hatua mkononi, kwamba umpige yule kwa sababu ni kafir. La, manhaji yetu ya kisalafi inakataza, lakini serikali tunaiombea kwa Allah iwe thabit katika kusimamia jambo hili. Si tutazungumza serikali, hata akija akiondoka rais aliyopo, akija mwingine, hiyo ndio manhaji yetu. Na kabla ya rais huyu, ndio manhaji yetu, na alikuwa rais sio Mwislamu, ndio manhaji yetu, kwa sababu ndio manhaji salafu. Hii ndio manhaji ya wema waliotangulia. Mambo yanaenda kwa mazungumzo ya siri ambayo ndani yake yana ihtiramu yana kuheshimiana, sio maamrisho, sio unaamrisha